Baada ya kiongozi wa chama cha PLP Martha Karua na wanaharakati wawili kuzuiwa na kisha baadaye kurejeshwa nchini na mamlaka ya Tanzania hapo jana, wanaharakati wengine akiwemo aliyekuwa jaji mkuu Willy Mutunga, afisa mkuu wa shirika la Vocal Africa Khalid Hussein, na mwanaharakati Hanifa Adan wamezuiliwa katika uwanja huo huo wa Julius Nyerere na kurejeshwa nchini Why they are Wanaharakati hao walikuwa wametua nchini Tanzania kwa ajili ya kusikiza kesi dhidi ya kiongozi wa upinzani nchini humo, Tundu Lissu, ambaye anatuhumiwa na kosa la uhaini kutokana na matamshi yake yanayodaiwa kuwa ya uchochezi. We need an apology to Mama Martha Karua and the people of Kenya. Number two, we need an explanation from the Tanzanian authority why what happened, happened. Hatua hiyo ya kuwarejesha wanaharakati hao ikipokea upinzani mkali kutoka kwa wanaharakati wengine humu nchini ambao waliandaa maandamano nje ya ubalozi wa taifa la Tanzania jijini Nairobi wakilalamikia kuhangaishwa kwa wanaharakati wenzao nchini Tanzania. Yesterday in Tanzania is unacceptable. And I as a young leader, I cannot allow something like this to continue. The other day Martha Karua was in Uganda to represent Mr. Besigye. Uganda never react. They allow Ma Ma Ma Martha Karua to do her things and return back home. Yes, after that she went to Tanzania. Tanzanians decided to deport Martha Karua. Here in Africa, East Africa, we are East Africa, we are one thing. Is, is na japo wanaharakati hao wanadaiwa kuwepo mzozo wa kidiplomasia kati ya mataifa haya mawili, msemaji wa serikali Isaac Mwaura amepinga kuwepo uhasama kati ya Kenya na Tanzania, akisema waliozuhiliwa walipania kumtetea kiongozi anayekabiliwa na kosa la uhaini.

Uh, we cannot question because it is a decision of the Tanzanian government. Haya ya kijiri kiongozi huyo wa uh, upinzani atalazimika kusalia gerezani kwa siku kumi na nne zaidi. Hii ni baada ya mahakama ya Kisutu kuhairisha kesi yake hadi tarehe mbili mwezi Juni, ambako atasikizwa mbele ya hadhara. Meri <laughs> Kyalo Undugu TV.